Ndani ya Yesu Kristo kuna ushindi. Yesu Kristo anaokoa, Yesu Kristo anaponya, Yesu Kristo anabatiza kwa moto wa Roho Mtakatifu. Msikilizaji, usiku wa leo napenda upokee kitu ambacho Bwana anacho kwa ajili yako. Na uelewe na ujue kwamba kuna kitu Mungu anacho kwa ajili yako. Na usiku wa leo upokee moja Yesu Kristo ametufia msalabani ili tuwe na mamlaka. Uwe na nguvu ya mamlaka, nguvu ya kutawala, nguvu ya kumiliki, nguvu ya kutawala. Ukisema adui achie chochote alichokuwa nazuia, achie na aondoke, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazaret ali hai. Msikilizaji, kitabu cha Waebrania 4:12 Waebrania 4:12 ili uweze kupata nguvu au neno la Mungu liwe moto neno la Mungu liwe upanga kweli kuna kitu ambacho kinahitajika katika maisha yako msikilizaji na Mungu anahitaji aone ndani yako moja Mungu anataka uwe na roho wa kweli umaanishe kile unachofanya Uokoke kweli, uwe na kweli ndani ya moyo wako wa kumtafuta Mungu. Maana kwenye kitabu cha Yohana 4, Yohana 4:24 Yesu akasema, maana Mungu anawatafuta watu waabuduo halisi watakao mwabudu Mungu Baba katika roho na kweli. Yohana 4:24 waabuduo halisi. Yesu alikuja kwa ajili ya kuwatafuta waabudu halisi, maana Mungu anataka mtu amwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo imekupasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli sawasawa na Yohana 4:24. Lakini kitabu cha Waebrania, Waebrania 4, Waebrania 4:12, angalia kitu ambacho Mungu anaongea. Waebrania 4:12 nasema hivi, maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Neno la Mungu li hai tena lina nguvu, tena lina ukali, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu, mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Haleluya msikilizaji, haleluya. Kwanza kitu cha kwanza neno la Mungu li hai. hai kwa nini haliko hai kwako? Neno la Mungu li hai, lazima ujiulize ni kwa nini haliwi hai kwako. Kwa nini haliko hai na Biblia inasema neno la Mungu li hai. Kwa nini lisiwe hai kwako? Biblia inasema neno la Mungu lina nguvu. Kwa nini alina nguvu kwako? lazima utafute, kuna shida gani? Lazima uelewe, kuna kitu gani kinachozuia? Maana neno la Mungu li hai, Biblia inasema neno la Mungu lina nguvu, Biblia inasema. Kwa nini lisiwe hai kwako? Kwa nini lisiwe na nguvu kwako? Biblia inasema tena tena, neno la Mungu lina ukali kuliko upanga, yaani zaidi ya upanga. Neno la Mungu ni kali. Kwa nini lisiwe kali kwako? Kwa nini tuje hapa? Kuna shida mahali, kuna shida mahali. Neno la Mungu Mungu anataka alione likiwa hai kwako. Neno la Mungu Mungu anataka alione likiwa na nguvu kwako. Neno la Mungu Mungu anataka alione likiwa na ukali kuliko upanga katika maisha yako. Sasa kuna shida gani? Nataka ujifunze kitu. Moja, watu wa Mungu hawatembei hawa, hawa katika kweli ile ambayo Mungu anataka. Ile kweli ambayo Mungu anataka. Kuna kweli ambayo Mungu anataka na Mungu anataka utembee katika kweli hiyo. Na kuna kweli ya wanadamu, kuna kweli ya dini, kuna kweli ya dhehebu, lakini kuna kweli ambayo ni kweli ya Mungu. Mungu anataka utembee katika kweli yake. Je, umefikia katika kweli ile ya Mungu? Kuna jambo lingine la pili, uaminifu. Je, umekuwa mwaminifu katika kweli ya Mungu, katika Mungu, ili neno la Mungu liwe hai Lazima uwe na uaminifu ndani yako, uwe na kweli ndani yako. Lazima uwe mwaminifu kwa Mungu, Mungu akuone unatenda neno la Mungu katika uaminifu. Kwa uaminifu haufanyi kwa uaminifu, ni ngumu sana neno la Mungu kwa hai, neno la Mungu kuwa na nguvu, neno la Mungu kuwa na ukali kuliko upanga, hautaona utakuwa unasikia tu, lakini hautaamini. Hautaamini kwa sababu unafikiri jinsi ulivyoishia kuishia mahali ulipoishia, unafikiri ndio kweli. Kweli ambayo Mungu alikuwa anautaka, hujafikia kweli ambayo Mungu anautaka. Na ndio maana nguvu za giza na roho za adui zimepata nafasi sana kwa watu wengi, hata okovu haujafikia wokovu wa kweli, umebaki katikati. Ndiyo maana roho za giza bado hazijaondoka, maana ule wokovu wa kweli bado haujafikia sawasawa. Msikilizaji, napenda utambue na uelewe na ujue na utembee katika kweli ambayo Mungu anataka. Kuna watu ambao wanapoteza muda, wamepoteza muda mwingi hapa duniani, maana hawatembei katika ile kweli yote ambayo Kristo anataka na Mungu anataka, hawatembei katika kweli hiyo. Msikilizaji, napenda utembee katika kweli ya Bwana, ile kweli ya Mungu. Mungu anataka utembee katika hiyo, na utaona neno la Mungu likiwa hai, utaona neno la Mungu likiwa na nguvu, utaona neno la Mungu likiwa na ukali zaidi ya upanga. Haleluya! Horia kabosa kababa ramosekerebosa Jehova ni mwaminifu, Mungu yetu ni mwaminifu sana. Hakikisha umeingia katika kweli ile ya Mungu. Kuna kweli ya wanadamu, kuna kweli ya dhehebu na dini, kuna kweli ya, ya ulimwengu ya dunia, lakini kuna kweli ya Mungu ambayo haibadiliki, na hiyo kweli ya Mungu hiyo kweli ya Mungu ukishaingia katika hiyo kweli ya Mungu, neno la Mungu li hai kwako, neno la Mungu lina nguvu kwako, neno